Ha, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamsaka dereva wa lori la kusafirishia mafuta aitwaye Abubakari Adam Mwichangwe. Yeye ni dereva na ni mkazi wa jijini Dar es Salaam na linamtafuta kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari na kuiba. Hii tukio limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka 2025. Huyu dereva akiwa anaendesha gari namba T661 BXR na alikuwa linavuta tera lenye namba T489 BHC aina ya FAW ni kampuni ya Meru yenye makazi yake mkoani Dar es Salaam, akitokea mkoani Dar es Salaam kupeleka mafuta huko Lubumbashi nchini Kongo DRC Kongo. Kwa hiyo, dereva huyo alipofika mkoani Morogoro alikula njama akishirikiana na watu wengine watatu ambao wamekamatwa, ambao ni Hamidu Sudi Hamidu, huyu ana umri wa miaka 50 ni general manager wa kituo cha mafuta ya, cha Simba Oil lakini ni mkazi wa Dar es Salaam lakini alikuwa pamoja na Abineri Shaloni Mohamed miaka 25, huyu ni meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil Mkambarani mkoa wa Morogoro. Uh, Abdala, Nihed Abdalla miaka 30 meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil mkazi wa Morogoro. Kwa pamoja waliiba kiasi cha mafuta lita elfu 35 na 700 za diesel yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki moja na ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta vituo viwili kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oil. Hichi ni kituo cha Mkambarani pamoja na kituo cha hapa Morogoro. Kwa hiyo kituo kimoja kirushishwa lita elfu ishirini na tano na mia saba na kituo kingine kikashushiwa lita elfu kumi. Kwa hiyo baada ya kuiba kiasi hicho cha mafuta dereva wa lori aliendesha gari likiwa tupu na alipofika uh, eneo la kitongoji cha Msufini kijiji cha Msimba katika barabara kuu ya Mikumi Iringa wilaya ya kipolisi Ruhembe yani wilaya ya serikali Kiosa, dereva aliendesha na kuliingiza korongoni gari hilo akitaka kuaminisha umma kuwa limepata ajali, lakini baadaye aliwasha moto akijaribu kuliteketeza kiliangalia gari lenyewe hili, kwa hiyo kwa pembeni pale kwenye tanki la mafuta. Kwa hiyo aliwasha moto akajaribu kuliteketeza gari hilo, lakini wasamaria wema, kabla moto haujakolea ndipo wasamaria wema walifanikiwa kuuzima na kutoa taarifa polisi. Kwa polisi walifika eneo la tukio lakini, kwa bahati mbaya, alikuwa ameshatoroka tayari. Kwa uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, ikiwemo kumtafuta huyu dereva ambaye alitelekeza gari hilo akakimbia, na lengo lake ilikuwa ni kulichoma na kuliharibu kusudi kupoteza ushahidi na kutaka kuaminisha kwamba mafuta na yame, yameungua. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo na karipio kwa madereva kuacha tamaa ya kupata mali kwa njia ambazo sio sahihi.